Chama cha Mapinduzi kwa kipindi hichi hakipo tayari kuchafuliwa chama chake, sijui unanielewa vizuri, kuchafuliwa chama chake kwa watu ambao wana nia ya kutia wana, wana nia ya kutia nia ya kutia nia kwa lengo watie nia, alafu baadaye waje watuchafulie chama chetu, waje wakigawanishe chama chetu. Hatuko tayari, na nalizungumza hii kwa niaba ya kamati ya siasa, kwa sababu kamati ya siasa yetu inaye mwenyekiti wa CCM aliye bora Comedy DM amesimama hivi akishirikiana na kamati yake ya siasa ambayo ni sisi. Kwa hiyo ni, wa, ni, wa, ni watahadharishe. Ifikapo tarehe 28 ratiba imeshatolewa na jana tukawa na kikao cha kamati ya siasa cha ndani. Tarehe 28 na tayari fomu zisharejea, zishawasili, zipo ofisini na imani makatibu hivi karibuni wataitwa na watagawiwa zile nini fomu wakae nazo ili tarehe 28 mlango uko wazi. Kwa, kwa niaba ya kamati ya siasa inayoongozwa na Comedy DM nitoe wito tarehe ishirini na nane mlango utakuwa wazi kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi kata, kwa upande wa madiwani, lakini kwa upande wa, wa wabunge ofisi iko iko wazi tarehe ishirini na nane mpaka tarehe ngapi? Tarehe mbili, ofisi ya, ya Chama cha Mapinduzi wilaya kwa ngazi ya wabunge. Lakini nitoe tahadhari, wewe kama unawiwa kugombea, jitathimini kwanza. Jitathimini chama cha mapinduzi umekifanyia nini, si unanielewa vizuri jitathimini chama cha mapinduzi umekifanyia nini? Jitathimini wewe wananchi, kwa nafasi yako wewe ya kuwa mwanachama umewafanyia nini? CCM oyee! Okay, kwa maana ya kwamba ni watake wanaotaka kugombea baada ya kujitathimini wahakikishe wamekamilika, wamekamilika kikamilifu. Hatuhitaji kupata watakaochukua fomu baada ya kufa, michakato kufanyika na majina yao kutokurudi matokeo yao, wanarudi tena upande mwingine na kuanza kuwa wao ndio wapinzani wakubwa CCMO Mm -hmm. kwa sababu ni kwamba hawakujitathmini, kwa sababu kwamba hawajitoshelezi CCMO nikisema mm -hmm. hawajitoshelezi, simuelewe ninapozungumza hivi. Haya ndio ya kamati ya siasa tunayoyahitaji. Nendo kachukue fomu, ni haki ya msingi kwa chama cha mapinduzi, kwa katiba yetu ya chama cha mapinduzi mheshimiwa. Madiwani wanavyokabidhi baraza linavyovunjwa mlango unakuwa wazi. Kila mwanachama ana haki ya kikatiba kwenda kuchukua nini form, lakini jitathimini, usije tu kwa miemko, usije tu kwa ushabiki fulani amekutuma, si mnanielewa? fulani kafanyaje, kakutuma kumbe wewe hauwezi. Chama cha mapinduzi kina nafasi nyingi sana. Mabalozi hawa tunataka wafanye kazi vizuri kipindi cha uchaguzi. Mabalozi, wewe unaona mnavyopendeza. Sasa unaona chama kinavyoendelea kwa kuwajali sasa wanaokuja kutwambia kwamba no no reform, no election. Yaani wanataka kutwambia nini? Yani wao yani ukiwatafuta sasa hivi hawana hata ofisi. Unajua wanaosema ukisema no reform, no election wewe jitambue na ujitathmini sisemoy, wanataka maendeleo ya namna gani? Wanataka mabadiliko gani? Wanaposema reform wanataka mabadiliko, mabadiliko yapi watuambie? Mabadiliko yapi wanataka? Leo uwezo kanambia daraja kubwa lenye kilomita 3 point daraja la, la, la, la tano Afrika, Afrika nzima na daraja la kwanza Afrika Mashariki na Kati. Leo tunaenda kushuhudia uzinduzi wa daraja hilo tarehe 19 CCMOE. No. Dr. Samia Suluhu Hassan. Oi no. Leo wanatuambia no reform, no nini? No lecture. Wao ndio waseme no reform kwenye chama vya, kwenye vyama vyao waseme no reform, no election kwenye uchaguzi wao kwa sababu hakuna walichokifanya, badala yake wanakaa kurumbana. Leo mnaona wote wamehamia wapi? Chauma. Si mnasikiliza wazee wangu? Sasa kwa nini wanatukuja wanatuambia no reform, no, no election? Wao wamefanya nini? Tunasema ibada njema uanzia wapi? Nyumbani. Ibada njema ianzia kwenye chama chao CCM. Niwaombe tuondokane na hizo kauli chafu na kauli ovu, ovu, kauli za upotoshaji wanasema wanataka kususia uchaguzi, lakini juzi mimi na kama siku tatu hawa hao, baadhi ya viongozi ngazi za wilaya, ngazi za, za mikoa wameunga mkono. Tunayo sera yetu sisi, wazee, sijajua kama naifahamu, ila vijana wanaifahamu, kina Yohana. Tunasema Oktoba, tunatiki. Oktoba? Tunatiki. Msema, Oktoba, tunatiki. Oktoba tuna tiki, Oktoba wote mseme Oktoba tuna tiki, tena Oktoba tuna tiki. Sisi tunashiriki uchagu, uchaguzi kwa asilimia mia, kwa sababu tunayo sababu ya kushiriki, kwa sababu chama chetu cha mapinduzi kimetutendea makubwa ndani ya nchi hii. Leo nenda Dar es Salaam, tazama kwenye TV. Dar es Salaam imekuwa kama Ulaya, kuna flyover barabara za kupita chini, kuna chini, kuna chini na juu, si nanielewa hiyo yeah? si chama cha mapinduzi yeah? kupitia mtangulizi wake wa mama Samia ambaye ni daktari hayati daktari nani, Joseph Magufuli. Kwa hiyo niwaambie tuondokane na, na kauli ambazo hazileti afya katika nini, katika taifa letu. Lakini bahati nzuri nimeona hapa kuna viongozi wa dini, shehe wetu hapa